Muncha, Zulu, domini, domini, maina, olingo, na ya shahada kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Yeye pia ni mtafiti wa lugha ya Kiswahili. Miongoni mwa kazi zake zilizochapishwa na novela ya stili ya tisa na sita budi kuendelea kuwa kupe kwa kwa sina namna nyingine. Baba yangu ananitegemea kwa kila kitu, wanuna wangu wanalitazamia kwa ajili ya karo. Kwa hivyo sioni kama nitakubali kuacha kuwanyonya wanaume. Mwanadamu si kutia bahari chumvi tena, alisema apigae kabla ya kukatwa kauli na Natasha. Pole sana mwenzangu, huu ndiyo ulimwengu tunamoishi, ni ulimwengu wa wachache wenye nguvu. si ole hatuna bee wala te, tutakufa katika shida na tuzikwe katika shida yumkini. Kama ni kujaribu, tumejaribu kwa siku nyingi. Labda mazungumzo kati ya Abigail na Natasha ya na maana kwa yeyote iwapo hawakuwachukua mabinti hawa wawili waliokuwa eneo moja, wakapitia tangu tumi la wakapigwa na upepo wa maisha, wakazungushwa kama pia, na mwishowe wakatapikwa na dunia yenyewe bila simile. Mazungumzo yale yalikuwa yao pekee yao na yalilenga tu kwa hapa mtumaini jipya katika dunia yenye hadha. Labda angepita mtu mmoja mwenye utu akawasikia na kuwahurumia, nao wangepata kuonja utamu wa maisha. Lakini hilo lilibakia kuwa ndoto, tena si ndoto ya hivi hivi tu, bali ndoto alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu kimoja wapo nchini. Huu ulikuwa mwaka wake wa tatu chuoni, na kwa miaka aliyokuwa amesoma pale, alikuwa keshaonja mtutu wa maisha na kugundua kuwa dunia haina huruma. Si kwamba yeye alikuwa amechagua azaliwe katika aila isiyo na kitu si kwamba yeye hakutamani kuishi kama mabinti wengine aliyozoea kuwaona pale chuoni. La, Abigali alitamani sana kupiga hatua maishani ili <tutu> wachochomea wazazi wake walimuongezea kivi katika safari yake. Ni nani angemsaidia Abigali na kumwondolea ukungu njiani? Alikuwa amejaribu juu chini si kule kujaribu tu kwa njia ya maombi bali pia kwa kutafuta usaidizi kutoka hata kwa gavana wa eneo lake, lakini jitihada zake zilizidi kugonga mwamba. Jitihada zitabakia kutogowa kudhuru, na kwa mashuka za maisha zikawa kibwagizo cha maisha yake. Natasha naye alikuwa mwanafunzi ambaye hakuna aliyejua alichokuwa akisomea chuoni. Alikuwa amesoma pale kwa zaidi ya miaka saba na hakuelekea kuhitimu. Kwa wale ambao hawakujua historia yake, walibaki kumcheka na kusema kuwa alikuwa akisomea shahada ya uzamivu. Kwa wachache waliomjua kama Mama bigae walijua sababu ya yeye kuchukua muda mrefu jioni. Jioni ya leo kama jioni nyingine, mambo yalikuwa yale yale: kuketi kwenye chumba chao ambacho waliamua kukikodi kwa pamoja ili kupunguza gharama ya maisha ya kusimuliana hadithi, visa na vitushi, kupeana tumaini na kushirikiana kupunguza upweke. Kwa hivyo baada ya Natasha kuandaa sima kwa kitoweo cha dagaa wote walimakinika katika kuyatuliza matumbo yao, kabla ya Abigail kuanza kumweleza Natasha aliyokuwa moyoni mwake. Natasha, kwa sasa siwezi nikarudi nyuma. Bwana yule ana pesa na magari chungu nzima, kwa nini nisitumie fursa hii? Angalau nami ni yule mtu. Kwa nini mtazame mkewe Suluhu alivyochakaa na kupigwa na dunia. Hana amani mama yule, kutokana na wingi wa mali ya mumewe ukiongezea wasiwasi wa mara kwa mara kuhusu aliko mumewe, hapo unamwongezea subiri kwenye nyaraka ya maisha yake. Tazama alivyokonda na ukimtazama vizuri utagundua kuwa umri wake si mkubwa kama mwili wake anavyoonyesha. Sasa mimi sina budi, amlaye nguruwe yachagua aliyenona. Mimi nitaendelea tu kumnyonya Suluhu hadi naye ajifunze kutulia na kumpenda mke wake. Abigaeli aliyasema haya huku akiendelea kula chakula chake maneno yake hayakuwa ya, ya, ya mzaa wowote hapo. Natasha aliamua kumpa na sana, lakini mwenzangu mimi nina wazo na mpango kabambe hapa. Badala ya Suluhu kututumia kama chombo cha cha kujifurahisha, ninaweza kukupa dawa ambayo ukimpa hivi atapata usingizi nawe utatumia fursa hiyo kuchukua utakacho kutoka kwake. Sisi haja yetu ni pesa. Tukifaulu kupata hata kidogo tutazitumia kujiremesha zaidi, ili, ili tuwavutie wanaume zaidi wa kutogoleshea maisha. Afrika yaliendelea kumtazama Suluhu akiukua koti lake na kunyaakua katana

I bought this watch at ten thousand dollars. Abigail alikuwa amechoshwa na kauli ile ya kila mara, lakini alivumilia. Aliamini kuwa akitaka kununua yani ya asitazame usoni. baada ya suluhu kumaliza kuvua na alijitupa kitandani na hapo Abigal akaamua kuenda kuleta vinywaji ili wa wajiburudishe na kujituliza na nafsi zao. Akashika njia hadi alipokuwa friji, na humo ndani akatoa vinywaji vya aina mbili. Kwa haraka aliingiza mkono kwenye kachiri yake na kutoa kidonge alichopewa na Natasha. moyo wake uli akilini alisikia sauti ya Natasha, hakikisha unakona unakona kabisa, iwe unga umtilie kwenye kinywaji chake na umnyweshe mwenyewe kama ishara ya mapenzi yake kwako. Kisha, kisha mm, utayaona matokeo mwenyewe kisha hivyo mwenyewe unajua la kufanya lile. Sauti ilikuwa dhahiri na wazi Ilinjia Abiga kwa wakati mwafaka, bila kufanya ajizi. Abigai alisalasala ile dawa haraka haraka na kuondoka akiwa na minywaji kwenye glasi. Alipofika alipokuwa amejitaza Suluhu, alimwamsha na hapo akaanza kunywesha kinywaji kama mtoto mdogo. Suluhu alihisi ulimwengu wote uko chini yake, alijiona kama mfalme hapo. Alijituliza kitandani, na kila alipomeza kinywaji, akili yake ilizidi kumsuta kwa kuona kijanajike ambacho akikujua namna ya kumpenda. Akawa anafikiria namna ya kumshawishi Abiga awe mke wa bando, na mara akiwazia jinsi ya mbana ma mke wake alifikiri na kufikiri. Alitamani kila siku awe na Abiga ili azidi kufurahia mahaba yake. Suluhu alikuwa tayari kufanya lolote ili kudumisha uhusiano huu. Haikuwahi kumwingia akilini kuwa angetokea siku ambapo Abiga angebadilika na hata kufikia hatua ya kutaka kumwondoa duniani. Imewezekana vipi? Wakati walikuwa wamekaa katika uhusiano wao wa zaidi ya mwaka na kila zijiizo ilivyotunga njia bora za kunimaluwa zilitumiwa. Muda mfupi baadaye, ushauri wa kitaalamu ulianza kufanya kazi. Hapo alikaa akajiweka tayari kutimiza mpango wake kwenye mfuko mdogo aliokuwa amezoea kubeba na ambao alinunuliwa na Suluhu, Abidhara alichomoa kisu chenye makali kuwili. Alikitazama kisu kile na kumtazama Suluhu kwa jicho la hasira. Moyo ulimpapa na uoga ukamvamia alipokuwa akiufunga mfuko ule. Sauti ya Suluhu siku ile ilipounua ilimpiga tena masikioni. Take this, my love, ni ishara ya penzi letu ambalo linaanza kuchipuza. Iwapo penzi hili litatia ndoa, basi nirudishie mfuko huu kama ishara ya kulitoa penzi langu, kama jogo na mti wake. Kwake rabigari ya hayo yalikuwa yamepita Aliamini ukweli wa methali aliyopita, si mbele tugange ajayo. Kwa hivyo abiga lauiata uiziiogashenia, kabla ya kutekeleza lengo lake, aliona ni vyema azitoe pesa zote zilizokuwa kwenye mfuko wa suruali ya Suluhu ili akimaliza ya kazi yake awe amevuna kuwili. Mara alichomoa kimetuna na kushiba. Alikitazama kibeti kile kwa mshangao. Ndani ya kibeti mlikuwa na noti chache za shilingi mia mbili na karatasi zilizokuwa zimefungwa fundo. Karatasi ya kwanza ilikuwa na maandishi yaliyosomeka vizuri. Ilikuwa barua. Juu ya kitanda kisu chake kilimkondolea macho kama kwamba na umesahau kilichokuleta humu. Hata hivyo, maskini aiake akitunga <tonga> kwenye ile ya barua alianza kuisoma. Mme wangu, imebidi lii imwandikie barua hii kwa kuwa umejitenga mbali nami, umejibaidi nami kama ardhi na mbingu, na sasa sina budi kusema nawe kwa njia hii ya barua, kwa kuwa kitamgua kikiingia mchanga Bwana Suluhu, naomba ujirudi. Awege uviziri hapo ulipo bunge ulie na mali, jina, cheo na kila kitu ambacho mwanadamu yeyote aliyemuoga Mungu anafaa kuwa nacho. Umezidi hata mfalme Suleimani kwa kujikita hadi kusahau kuwa kila kitu kina mwisho wake. Suluhu, labda umesahau tulipotoka. Mume wangu, hebu zifute fikra zako miaka kumi na mitano iliyopita, tulipoingia katika mkataba wa ndoa. Kwa nini unataka kujitia hamnazo kuhusu ahadi ulizozitoa? Umesahau namna tulivyoangaika tukatekwa na watu tukakosa hata marafiki na hatimaye tukabandikwa majina ya ajabu? Umesahau mume wangu? Umesahau namna kazi yako ya kuuza makaa iliyofikia hatima ya ghafla baada ya serikali kupiga marufuku ukataji wa miti katika eneo la Dresla. Naomba ukumbuke na naamini umeenda. Umesahau ama cheo chako cha ubunge ulichokipata kwa mbinu ilizo usahau familia yako, mme wangu. Ninapokuandikia waraka huu, naomba uelewe kuwa wanao wawili wanazidi kuumia. Labda unadhani unayowafanya ni siri, ila usiyojua ni kwamba kila ufanyalo na nifahamu. Kwa mfano, je wajua kuwa yule binti wa chuo kikuu aliyepaka Kasimu kabla ya muda wake kufika, alieleza ulivyoishia kumtunga mimba na kumwacha bila tumaini. Na je, wajua kuwa hata yule hawara mwingine aliyeishia kumpangia chumba kule mjini ili sijue, alieleza kila kitu. Labda ujui, mme wangu Uliyonitendea ni mengi sana, nimevumilia kwa miaka mingi kwa ajili ya wanetu. Nimevumilia madhila yako kwa muda mrefu, ila sasa wakati wangu wa kuvumilia umekwisha. Nimewalea wanangu kama ulivyokuwa ukidai kuwa walikuwa wanangu pekee, na sasa wanajua. Munafuraha kwa kuwa yule mkubwa akileshamalizisha masomo yake ya shule ya msingi. Mme wangu, mimi nilikupenda sana tangu siku ile ulipoitaka niwe mke wako. Kwa muda wote nilioishi nawe sikuemelea kinyume wala haya kumijia kichwani mawazo yenyewe. Kwa muda wote uliokaa pamoja, siri yoyote ambayo nilijua sikuweza kuwaeleza askari kuwa wewe ndiwe uliyemuua mamaye Abigael baada ya kudai kuwa amechukua hatua za kisheria kwa kunyakua shamba lake. Sikusema chochote, nilifunga kinywa changu na hata ninapoelekea kufa na kuahidi kuwa nitafukiwa na siri zozote zizikwazo hata wafu wenzangu wakiniuliza kwa nini kuwa ukifanya maendeleo katika eneo bunge lako, sitawaeleza kuwa ulikuwa ukitumia pesa za wananchi kwa kuwalipa wasichana wa vyuo vikuu baada ya kula uroda. Sitawaambia kuwa ulishindwa kuleta maendeleo kwa kuwa ulikuwa ukitafuta mbinu ya kumlipa Bwana Ngoma pesa zake alizokukopesha ulipokuwa ukifanya kampeni ya kuwania kiti cha ubunge. Sitawaambia, narudia, sitawaambia. Mume wangu, labda uliniona sikufai. Ni kosa ukaamua kuwatafuta wasichana wa vyuo vikuu waone lakini ninakuomba, iwapo utarudi unipate ningali hai. Usijaribu kufanya chochote, kwa kuwa hali yako ya afya iilalini. Kila mtu sasa anazungumzia kuabiri wako gari moshi ambayo dereva wake unaojua sawasawa. Kwa hivyo, ingawa ninakufa kwa sababu ya ukweli wa machozi ya kila siku, kifo changu kitahesabiwa haki alivyomwandikia Timotheo waraka wa kumjuza namna alivyoteseka akiwa gerezani, namna Paulo alivyovipiga vita vyema na kujihakikishia taji mbinguni. Nami naamini kuwa nimepiga vita vyema katika safari hii. Imekuwa safari ndefu yenye panda shuka, ila kila kilicho na mwanzo na mwisho. Sina budi kukushukuru kwa yale mema uliyotendea kabla ya wewe kugeuka na kuwa mimi. Sitasahau namna ulivyokuwa ukinisaidia mama yangu hususan alipokuwa mgonjwa na namna ulivyoipenda familia yangu kabla ya mambo kwenda sengenge. Kwa yote hayo uliyofanya ili kuwawakilivu wazazi wangu kwa ulikuwa ukinijali. Natoa shukrani mume wangu Suluhu. Leo au kesho nitakamilisha ziara yangu duniani, na naomba ufahamu kuwa wewe ndiwe chanzo cha maoko yangu. Kukosekana kwako nyumbani siku baada ya siku na vitendo vyako vya kiadani ni miongoni mwa mambo yaliyochangia kudhoofika kwangu kiafya. Kila mara nilipowatembelea madaktari walinijuza kuwa sikuwa na ugonjwa wowote ila nilikuwa na msongo wa mawazo. Mume wangu, wewe umenijua. Na iwapo kifo changu kitakuwa kifo cha suluhu, basi silalamiki. Iwapo baada ya kifo changu utarejea nyumbani na kuwatunza wanao katika miaka yao iliyobakia basi naona bora ni feili hilo litokee. Usidhani kuwa si kuwa na uwezo wa kuvikomesha vitendo vyako viovu. Usidhani kuwa si kuwa na uwezo wa kutelia sumu kwenye chakula na kumwangamiza. Usidhani si kuwa na uwezo wowote. Naomba ujue kuwa iwapo ingemwangamiza singeweza kuifundisha dunia funzo muhimu. Mume wangu kufikia hapa, naona wakati wangu wa kukesha na kujuta kuolewa nawe unakaribia kukamilika. Labda nikifika kuzimu nitaendelea kusema nawe na, na kukumbusha tu namna ya kuishi. Kwa sasa nakuomba umkome Abigai, ili usije ukamwaingiza na kama na naye aje ya kujuta. La, ninakuomba mme wangu mpendwa, uwatunze wanetu na ikiwezekana uwaeleze kila kitu kuhusiana na barua hii. Kwa siku hizi chache si ambazo Mungu ataniruhusu kuliona jua, nitaendelea kukuasa, sitachoka kukuasa hata ikiwa ni mfano wa kumchezea mbuzi nga mbuzi. Wewe utabakia kuwa mme wangu na matumaini yangu ni kuwa utabadilika kabla ya siku yako kujishauri. Kama Paulo alivyokuwa akikamilisha nyingi za nyaraka zake, nami nakwambia, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Wako wa milele, Bi Suluhu. Abigail alimaliza kusoma waraka ule huku machozi yakimbukiziwa kama maji. Aliyaacha machozi yamtoke shida yake kwani asingeweza ya kujizuia. Barua ile ilimfichulia siri si haba. Kitendawili cha kifo cha mamake aliyepatikana na ameungawa na watu wasiojulikana kilikuwa kimeteguliwa katika barua hii. Hakuweza kuamini, afriti hafichiki. Abida alijikunja karatasi zile kwa haraka alizirudisha kwenye kibeti huku akili yake ikionekana kufanya kazi sawasawa sawa. Akamtupia jicho la dharau usuluhu ambaye alikuwa akiteezeka usingizini. Kisa cha mke wa Suluhu kilikuwa kama msumari moto kwenye kidonda kibichi, alihisi uchungu mwingi moyoni. Akahisi kama mwiba wa kujidunga usioambiwa pole. Alijuta sana kwa kukubali kuingia ndoa ya suluhu na mkewe. Kile kisu chake kilikuwa pale pale juu ya kitanda kikiendelea kumkejeli na kumcheka. Adgai baada ya kuisoma barua ya bisuluhu alibaini kuwa kifo cha suluhu kisingeweza kusuluhisha chochote. Suluhu ingepatikana tu kwa kila mtu kutekeleza wajibu wake na kuubadilia mtu. Iwapo kila mtu angemjali mwenzake, basi ulimwengu ungekuwa mahali pazuri kwa mwanadamu kustahimili. Habiga sasa aliona kuwa kifo ambacho kilitajika ni kifo cha dhuluma, unyonyaji, udanganyifu, wivu, kinyongo, tamaa chuki wizi na kutowajibika. Alicizaza akachukua kisu chake, akatoka na kuchukua daladala na kuelekea chuoni. Moyoni alifanya ahadi na nafsi yake, atafanya bidii kulihadi ajalie miziri yake na kumwachia mungu wa jibu wa